Atelevisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa hapa televisheni Tumaini, ipe nafsi yako tumaini. Leo tunaenda kutafakari uh, habari ya marehemu. Huu ni mwezi wa kumi na moja, kwa kawaida ni mwezi wa kuwakumbuka marehemu. Haya yote tumekuandalia tukitafakari kwa pamoja, ili tuweze kujua E, nini umuhimu wa mwezi huu wa marehemu. Mimi ni Sister Salvina Makonde, lakini pamoja nami tunaye Padri Daktari Klementkihiyo e, katibu mtendaji wa idara ya litrujia, Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania. Karibu uwe naami tangu mwanzo hadi tamati. Baba Milele, amina. za tumaini. Nzuri habari za tc Tisi hatujambo. Kila moja natamani kuja teki. Yeah. Na leo yeah. mmefika teki hapa ah, leo nimefurahi sana. Asante sana Karibu sana. Asante sana, fada. Nikukaribishe ufungue kipindi chetu kwa sala. Asante sana kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu uzienee nyoo za waamini wako, watie mapendo yako, peleka Roho wako vitaumbwa vita upya, na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba utuongoze na yule Roho tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu sana Baba Kihio. Kama ambavyo tumeshawaambia, waamini mtazamaji, kwamba ni mwezi wa marahemu na utangulizi. Asante sana. E, wengi wana maswali, kwa nini wakatoliki wanawaombea marehemu, na nini msingi au oh, wanapata wapi haya, um, maandiko yanasemaje juu ya kuwaombea marehemu? Kwa hiyo kumbe, yote haya ndio maana sisi tukiwa mwezi huu wa Novemba tunakuletea kipindi hiki kizuri kabisa, tafakari nzuri ili wewe mtazamaji wetu, wewe muumini wetu uweze kufahamu kwa nini wakatoliki wanaombea marehemu. Kwa hiyo mwezi wa Novemba ni mwezi wa kuziombea roho za waamini marehemu, na wakatoliki tunaamini umuhimu wa kuwaombea marehemu walioko toharani, tukiamini kwamba sala zetu zinasaidia utakaso wa roho zao sala zetu zinasaidia nini? Utakaso wa roho zao na kuharakisha eh, muda wao wa kukaa toharani kupunguzwa na hatimaye kuingia mbinguni. Sasa tuone kwa nini sisi sasa Wakatoliki tunawaombea marehemu. Sababu ya kwanza n, eh, sala za waamini husaidia roho zilizoko toharani, zinawasaidia kupata utakaso hawa waliokufa ili waweze kupata neema ya Mungu na kufupisha muda wao wa kukaa toharani na hatimaye kuingia mbinguni kwa haraka. Pili ni kuonyesha hisani. Hisani gani? Sisi ambao tu hai tunajua kwamba hawa waliokufa hawawezi kujiombea wenyewe. Kwa hiyo ni hisani yetu sisi kuwaombea ili Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza sala zetu aweze kuwapatia utakaso na kuwaingiza huko mbinguni waweze kufurahi pamoja na watakatifu. Kwa hiyo ni imani yetu sisi wa Katoliki kwamba tunafanya hi hiyo hisani na tunaamini kwamba kifo eh, kinatutenganisha tu kimwili, lakini kiroho tuko pamoja nao. Tuna, eh, wanahitaji sala zetu Samani baba. Ndio, ndio. Wakristo wengi wa Katoliki wanapata shida sana katika eneo hili. Wanawauliza wenzao we wengine, au dunia inawauliza kwa nini mnaombea marehemu? mm -hmm. kuna mahusiano gani kati ndiyo, ya kazi yenu ya kuombea marehemu mm -hmm. na Biblia, Biblia nasema nini kuhusu kuombea marehemu? labda ungetusaidia, mm -hmm. ili kusudi tuweze kusimama imara. Sawa, sawa basi, kuna msingi wa unaoonyesha kwamba kwa nini wakatoliki wanawaombea marehemu. Twende moja kwa moja katika maandiko matakatifu, tutaje kipengele kwa kipengele ili hatimaye e, wewe msikilizaji wetu uweze kwenda kusoma mwenyewe. Tukisoma katika kitabu cha pili cha pili cha wa Wamakabayo sura ya kumi na mbili aya ya arobaini na tatu hadi arobaini na sita Tunamsikia mtu anaitwa Yuda Makabayo ambaye anawaombea marehemu na tena anachanga fedha kwa ajili ya kuombea marehemu. Hebu tusome kabisa kifungu hicho kinasemaje, cha maandiko matakatifu. Kinasema hivi: akachanga fedha kwa kila mtu, jumla ya drakma elfu mbili akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi kwa kufanya hivi alitenda vema na kwa haki, kwa kuwa aliukumbuka ufufuo wa wafu. Maana kama asingalitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wafu, lakini kwa kuwa aliufikiri utukufu wa thawabu waliowekewa, kwa kuwa aliufikiri utukufu wa thawabu waliowekewa wale wafao katika utaua, wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho. Ndio sababu alifanya upatanisho wa wafu ili wafunguliwe dhambi zao. Kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya kumi na mbili aya ya arobaini na tatu hadi arobaini na sita. Kumbe maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba kuna haja ya kuwaombea hawa wafu ili wasamehewe dhambi zao kitabu cha pili cha Makabayo. Bahati mbaya, wenzetu waliotufuata baadaye sisi Wakristu walikuja wakanyofoa vitabu saba kwenye Biblia, kikiwepo kitabu hiki cha, cha Makabayo. Kwa hiyo, wao kifungu hiki hawanacho kwenye, eh, kwenye maandiko matakatifu. Baada ya kunyofoa, matatizo ya kunyofoanyofoa. Tuache tabia za kunyofoanyofoa, itatukuta hapo kwamba tunatafuta mambo fulani hivi e, kwenye maandiko matakatifu hayapo, na bado tuna, kuna tabia ya wengine wanaendelea kutoa vifungu ambavyo hawavipendi kwenye Biblia. Sasa hivi kuna biblia ambazo sio za sio za Kikatoliki, wananyofoa baadhi ya, ya, ya vitabu. Kwa mbe, kumbe hiyo ilianzia tangu zamani zile za eh, Martin Luther aliponyofoa hivyo vitabu saba. Kwa hiyo, baba, hii kitabu cha Makabayo kwenye vitabu vya Biblia zingine hakipatikani, yaani maana yake hakiko. Wale ambao hawafuati Biblia Kikatoliki wamenyofoa. Okay, okay. Kwa hiyo kifungu hiki hakipo kwa sababu wamenyofoa, yani kama ushanyofoa nyofoa sikio kwenye mwili. Mm. Baadaye unakuja unasema ah, binadamu hapaswi kuwa na sikio inakuwa ni, <laughs> ni ujinga fulani hivi. Eh. Kwa hiyo basi, kumbe licha ya kifungu hiki cha maandiko matakatifu cha Makabayo kuna viashiria vingi ndani ya Biblia vinavyoonyesha kwamba kuna kuwaombea marehemu. Tukienda katika kitabu cha e, cha pili cha Timoteo, waraka wa Mtume Paulo kwa Timoteo, sura ya kwanza aya 16 hadi 18, kinataja kuwaombea wafu. E, Paulo anamtaja Onesiforo ambaye anaiombea nyumba yake yote na anataja E, e, kuwaombea wafu kwa hiyo, Paulo ana, anataja hilo kwamba kuna, kuna kuwaombea wafu. Kuwaombea wafu ni kipengele muhimu cha upendo wa Kikristo na agano la ushirika wa watakatifu hivyo, kama inavyofunuliwa katika kitabu hicho cha pili cha Timotheo sura ile ya kwanza aya ya 16 hadi 18. E, desturi hii imejikita katika maandiko matakatifu kwa hiyo ni mwendelezo wa hizo desturi ambazo zilikuwepo tangu Agano la Kale. E, vile vilevile katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya 29 inataja habari za wafu e, Paulo anasema lasivyo sivyo, wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu watafanya nini, ikiwa wafu hawafufuliwi kamwe? Kwa nini watu wanabatizwa kwa ajili yao? Ukisoma kipengele hiki kama uh, kama hujui kitu kinachoitwa exegesis huwezi kuelewa. Ni kwamba katika eh, tamaduni zile, akifa mtu, akizaliwa mwingine, anabatizwa jina la yule aliyekufa kufa eh, wakiamini kwamba yule mtu anaendelea kuishi katika roho za hawa wengine ambao wako, wako, wako, wako hai. Nadhani hata katika tamaduni zetu unapewa jina la babu yako fulani, sijui alikuwa anaitwa kihiyo babo yangu huyo huyo, babu mkubwa alikuwa anaitwa, kwa hiyo anaendelea kuishi yukule, na nami anaendelea kuishi katika jina langu. Hivyo hivyo katika wale wa Kristo wa, wa mwanzo kuna watu walikuwa nabatizwa katika majina ya wafu. Anasema basi, kama ni hivyo, kama hatuamini katika ufufuko, kusingekuwa na haja hiyo. Kwa hiyo, kumbe eh, thamani ya waliokufa inaendelea kuwepo katika eh, kanisa lile la mwanzo, wafu E, watu wanabatizwa kwa jina ya wafu na okay. Ma, maombi kwa marehemu yamekuwa yalikuwepo ki, ya, ya, ya, ya tangu kipindi hicho. Kwa hiyo fadha, kumbe ndio maana na sisi wakatoliki tunachagua majina ya watakatifu, ndiyo, Maria ndiyo. Magdalena labda, mm -hmm. Josefu mm -hmm. E, ili kusudi watu waombee eh, kwa sababu inaweza eh, ikawa eh. historical background inaweza ikawa ni hiyo, ndio kuona kwa, kwa kwamba wenzetu waliokufa waliishi vizuri mm, na utakatifu ule waweze kutuombea, unaendelea okay. He, kwa hiyo tunaamini hivyo na baada ya utakaso ndio wanaitwa watakatifu wako mbinguni. Tunaendelea kushika hayo majina, uh, majina yao na hata hawa wanaopinga mambo ya kwamba tusiombee wafu bado wana majina ya watu ambao wamekufa zamani, babu zao na babu zao na wengine tunaita ni manabii, wengine wakina nani, tunaita watakatifu kama hivyo. Fadha, naona tuwaambia mtazamaji swala so hili la kwa nini Wakatoliki mnaombea marehemu, nadhani hata wewe umesha kukuta uh, watu, watu wanakosa ujasiri kusimama na kuanza kujitetea iliyo kweli, kutetea kweli ya Mungu kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuombea wenzetu waliokufa. Kipindi hiki mapade wanahamasisha tutoe michango, tutoe sadaka ili mm-hmm. kuweza kuwaombea wenzetu kuwasaidia kwa sababu sala zetu ndizo zitakazowasaidia fadha ametuambia hapa mm -hmm. kumbe na nukuu za maandiko ni hizo fadha ametupatia yeah. wa makabayo wa pili sura ya kumi na mbili mstari wa arobaini na tatu hadi arobaini na sita tunaona hapa kuna Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa kumi na sita hadi kumi na nane tuwaombe tuwaombee marehemu wetu kwa ujasiri mkubwa fadha naona ujumbe utakuwa umefika umefika mm -hmm. tuendelee kukazia hapo kwenye maandiko matakatifu je katika agano la kale kuna maeneo ambayo tunaweza tukaona kwamba E, labda la, hapa wanaombea marehemu au wanawataja marehemu, twende katika kitabu cha Tobiti sura ya 12 aya ya 12. Tobiti anatoa maombi kwa ajili ya wafu kuomba kusamehewa dhambi zao. Nenda kasome hiyo Tobiti 12 12. Vile, vile kita, eh, kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 38 aya 16 hadi 23. Eh, kifungu hiki kinahimiza kuomboleza na kutoa maombi kwa ajili ya wafu kuomboleza na kutoa maombi kwa ajili ya wafu, yeah, wafu. Kwa hiyo kutambua hii inaonyesha kwamba kuna eh, tangu Agano la Kale kuna kutambua huo umuhimu wa kuwaombea wafu. Vile vile kitabu cha pili cha Samueli sura ya 18 aya 18. kinaongelea juu ya mnara wa ukumbusho wa Absalom. Huyu Absalom nakumbuka alikuwa ni mtoto wa, wa, wa wana, Daudi wana, ambaye aliuawa, lakini baadaye baada ya kumzika wakamjengea na mnara wa kumbukumbu kumbu. Sasa mnara huu una unatajwa na unadokeza una kumkumbuka eh, na ikiweza ikiwezekana kuiombea nafsi yake. Hasa kwa nini anaambiwa nafsi yake tayari, ambaye ni marehemu? Kwa hiyo unaona tangu agano la kale eh, kuombea marehemu kulikuwepo, sio kwamba ni kitu kigeni katika eh, katika eh, Ukatoliki. Tukisoma katika, katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza aya ya ishirini hadi ishirini na mbili E, marafiki wa Ayubu wanatoa dhabihu na sala kwa ajili yake, wakionyesha imani katika uwezo wa sala kuleta faraja na msamaha. Kwa hiyo kuwaombea wazima na wafu, ambayo ni kazi ya kanisa. Unaona hawa wanamwombea e, huyu Ayubu ambaye ni mzima, lakini vilevile vile na hao wafu tumeona, kama alivyofanya yule makabayo anachanga michango e, kama tunavyochanga sadaka zile za misa, tunapeleka kanisani kuwaombea ili waweze kusamehewa dhambi zao. Labda baba hapo kwenye ule ushirikiano ule wa kanisa takatifu katoliki na la mitume. Labda mm -hmm. Hapo ungeweza ukatue, ukatuambia kidogo tuwaambie watazamaji mm -hmm. kwamba ushirikiano uliopo kwa nini sisi mm -hmm. sasa tuwaombee hao mm -hmm. na wao kwa nini wengine mm -hmm. kwa sababu wanaambia kwa nini wewe si unajiombea, unaomba moja kwa moja direct mm -hmm. kwa Mungu kwa nini mwingine ya kuombea Ehe. Mm -hmm. Sisi E, Wakatoliki tunaamini katika ushirika wa watakatifu. Ushirika wa watakatifu maana yake nini? Kwamba sisi ambao tuko hai e, ni watakatifu kwa sababu Mwenyezi Mungu anatutakatifuza kila siku, ni kanisa linalosafiri, kanisa linalosali kila siku, lakini vilevile vile kuna kanisa la wateswa e, hawa ambao tunasema wako toharani, wanaohitaji maombi yetu, lakini vilevile vile kuna e, kanisa la washindi wale watakatifu ambao wako mbinguni. Kwa hiyo ni ushirika wa hili kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, ambapo kuna hili sisi ambao ni wasafiri, kuna wenzetu ambao wameshapumzika, lakini wanahitaji sala zetu, wako kwenye kipindi cha mpito. Kipindi hiki cha mpito tunasema ndio toharani, ni hali ya kuhitaji kutaka, kutakaswa ili uingie mbinguni, na baadaye kuna wale washindi ambao tayari ni watakatifu. Kwa hiyo sisi tunaamini katika huo eh, huo ufika, ushirika, ushirika wa, wa watakatifu, watakatifu ambao wale wafu watafufuliwa na kuwa watakatifu. Labda labda nidokeze tena kidogo, ndio kwamba hizi misa tunazosoma, yaani kwamba mimi naandikisha misa za ndugu zangu ambao kwamba wametangulia, kwamba mtu um, nilikuwa na, napenda labda waambie waamini wa kwamba zile misa zinazoandikishwa mm -hmm. zinamfaa nani? mm -hmm. aliyeishi namna gani? mm -hmm. labda kusudi ajue kwamba navyoandikisha hiki mm -hmm. na kama hii misa ile imemkosa mm -hmm. ni kwamba inafaa mm -hmm. wengine labda, utawezaalata vizuri, kanisa kazi yake ni kuombea wafu wote. Kwa hiyo huyu mkristu mkatoliki ambaye aliishi imani yake tunamwombea, na kama tuliofundishwa kwamba sala hizi zinamsaidia kupata utakaso lakini vilevile vile, kuna watu ambao hawakuishi Ukristu lakini walikufa katika hali ya neema. Ndio maana kanisa nasema kuwaombea marehemu wote waliokufa katika hali ya neema, waliokufa katika upendo wa Mungu. Kwa hiyo hawa nao tunawaombea kwa sababu inawezekana kati ya kuto kujua kwao hawakupokea imani au wakapokea imani nyingine. Kwa hiyo hawa nao tunawaombea ili mwenyezi Mungu awapokee. Kwa hiyo kumbe, sala hizi zinawasaidia wote zinawasaidia hawa tunawaombea, lakini vilevile zinasaidia vile eh, eh, kuwaombea marehemu wote ambao wako toharani. Mwenyezi Mungu mm-hmm. aweze kuwapa kuwatakasa eh, ndio ba maana basi kanisa Katoliki katika mafundisho yake tuna katekisimu ya kanisa Katoliki inafundisha juu ya umuhimu wa kuwaombea waamini marehemu ili wapate utakaso na kufika pinguni. Tunasoma katekisimu ya kanisa Katoliki namba 958. Vile vile katikisimu ya Kanisa Katoliki namba 1032 nayo inasisitiza juu ya kuwaombea wafu, na kwamba tunaombea wafu kwa sababu maandiko matakatifu, kama tulivyoona, yametuonyesha kwamba kuna haja ya kuombea wafu. Na vile vile swali ambalo mmeniuliza la ushirika wa takatifu, tunaamini katika huo ushirika watakatifu, tunaamini katika kifungo cha kiroho kati yetu sisi na, na washiriki wote sisi ambao tuko hapa safarini, ambao tayari wamelala kaburini, na wale ambao eh, wako huko mbinguni, eh, wale ambao tayari eh, wanauangalia uso wa Mungu wakiimba mtakatifu, mtakatifu pamoja na malaika. Kwa hiyo Fadha, mm -hmm. maana yake mimi, ninapo kadiri ninavyojibitisha kuwaombea wa, wafu mm -hmm. akitoka kule tuto wala kaenda mbinguni anageuka kuniombea na mimi anakuombea. mm -hmm. Watakatifu kazi yao ni kutuombea, kwa sababu siku zote wako kwenye uso wa Mungu pamoja na na, na, na malaika wakimwambia mtakatifu mtakatifu mtakatifu. okay. Ndio maana tunasema watakatifu watuombee, kwa sababu tunaamini kwamba roho hizi eh, zote za hawa watakatifu E, ziko hai sio kwamba ni wafu. Kuna wimbo wote fadha, unaofahamu unaupenda, wa, wa kipindi cha marehemu, kipindi cha mwezi wa kunaja ni wakiimba o wa wimbo fadha, unazama kabisa unasali. Tuna ule wimbo uwape Bwana raha ya milele mwanga wa milele uwaangazie kwa hiyo ndio tunachowaombea okay. Wapewe raha ya milele waangaziwe. Um, kwa hiyo nadhani mpaka sasa hivi mtazamaji wetu ushaelewa kwa nini tunawaombea hawa, hawa, hawa marehemu. Kwa hiyo ni msaada wa maombezi yako unahitajika siku zote kuwaombea hawa wafu okay. Lakini vile vile kuwaombea marehemu ni tumaini la faraja la sisi ambao tuko hai. Unapomwombea marehemu sio kwamba ni yeye tu, na wewe unajiandaa kwamba na mimi siku moja sipo hapa duniani, nitakufa, nitaondoka, na ninapaswa kuishi vipi ili niweze kwenda mbinguni. Kwa hiyo ni fundisho kubwa sana kwa, wa, kwa kila mwanadamu kwamba unapomwombea uh, marehemu unajiangalia na wewe mwenyewe, kwamba usiseme tu nakuombea wewe marehemu vya video vile vingine vyote viko kwako. Kwa hiyo unajiombea, unaangalia <laughs> mimi nina matatizo gani? Mbona simsifu sim, sim, Mungu? Mbona uh, simpendi Mungu? Mbona kuna hili na hili nalopaswa na kutenda? Mtazamaji, kama baba anavyotuelekeza anavyotutafakarisha siku hii ya leo, mimi na wewe inabidi tujibidishe kwa upya, tuombee wenzetu. Bado mwezi upo, bado siku zipo za mwezi wa kumi na moja, tujichotee neema na baraka mimi nimeamua siku ya leo fadha, nikitoka hapa nitaenda kuandikisha misa nyingi, ili kusudi na mimi nipate neema ndee. wale wakichomoka tukulete tohorani, watatuombea kama ambavyo fadha ametufanulia. Nadhani fadha watakuwa wametuelewa Uame, na natumaini mtazamaji umetuelewa. Kwa hiyo basi, tuna matendo haya ya kikatoliki kwamba tunafanyafanyaje kuwaombea hawa wenzetu. Kwanza kuna misa kwa ajili ya wafu tunawaombea kila mara na hata katika sala ya Ekaristi, kila siku padri anapoadhimisha misa anataja wakumbuke ndugu zetu waliofariki dunia. Kwa hiyo tunawaombea katika misa hiyo takatifu. Kwa hiyo wewe mkristu usisahau mwezi huu wa, wa, wa, wa Novemba, mwezi wa marehemu, kuwaombea ndugu zetu marehemu, ili waweze kusamehewa dhambi zao na kupata pumziko la milele. Vilevile tuna sala na ibada mbalimbali mbali, hata katika rosari, unaposali rosari yako wakumbuke marehemu. Tunapofanya novena, e, tunawaombea marehemu, tuwakumbuke katika novena. Kuna ibada nyinginezo kwa ajili ya wafu, hata njia ya msalaba na ibada yoyote ile ambayo unaweza kuifanya kwa ajili ya kuwaombea hawa marehemu. Tuna tabia ya kwenda kutembelea makaburi, kusafisha makaburi yetu, kuyatunza Swali langu wale ambao hawa waombei marehemu hivi wanayatunza makaburi? Wanayatunza, ni ya... afagia kabisa, ya nini, kwa nini wanayatunza? Wana, wanayatunza naona kwa sababu ile ile damu ni urembo, au siji kwa nini, lakini nadhani ule upendo kwamba yeye, ngoja nikamfagilie mamangu, akumbe nao wana upendo. Unaona vinakuja pale pale hey, kwamba tunapoombea marehemu tunaonyesha kwamba bado tunawapenda bado wako kwenye nyoyo zetu. Kwa hiyo kwenda, kama wewe huamini eh, kwamba kuna haja ya kumwombea marehemu, usipate tabu hata ya, ya kutunza kaburi. Wewe nenda kao tupe, kama zamani walivyokuwa wanatupa kwenye ma, ma, majabali. mm -hmm, wamemaliza au kuna wengine <laughs> wanachomelea moja kwa moja wanatupa na nini, kwa hiyo namna hiyo. Kwa hiyo nimekumbuka kitu mm -hmm. Kuna mtu mmoja anaitwa Tobia ndio, yule ambaye kidege kidim, ki, kidege kilimnyea kwenye macho akawa kipofu. uh -huh. Unakumbuka fadha alivyofanyiwa. uh -huh. Alikuwa Mwisraeli, akifa tu anaenda naokota maiti anaenda kuzika. ndiyo ndiyo. Anaokota maiti anaenda kuzika. uh -huh. Ilimpendeza sana Mungu. uh -huh. Mungu aliruhusu kile kidege kimnyee uh -huh. kwenye macho. uh -huh. Baada ya hapo, Rafaeli malaika, vizuri, malaika malaika, unaweza kukumbuka. Aaa, baadaye baba alikuwa anataka mm -hmm. akachukue pesa zake kule zake. Hey, hey. Mm -hmm. kwa ndugu zake, macho ameshapofuka, alafu mtoto wake alikuwa. Kwa hiyo hata manabii ukisoma katika vitabu vile vinavyoeleza vile, sasa nitawanyunyizia maji safi na nyinyi mtawafanya, nitaweka nyama mpya. Akamtuma nabii akaenda, kulikuwa kumejaa mifupa pale, akasema tamka tamka akatamka, ile mifupa ikawa nini? Ikawa nyama na nini. Kwa hiyo kutamka ya, maana yake nini? Kutamka ndio kusali, ndio kuomba. Kwa hiyo na ndugu zetu ambao wamelala huko mifupa, tutamke. Kutamka ni kusali. Hebu ninyi, ambao maandiko matakatifu yanawapiga chenga, yasomeni vizuri maandiko matakatifu, ili mpate kuyaelewa. Mtazamaji, kipindi hiki ni kizuri, ni kitamu kweli kweli, yale maswali yaliokuwa nakusumbua bila shaka umeshapata majibu yake. Wajibu uliopo mimi na wewe, tukapate kuwa kitabu kwa wenzetu, tuandikishe misa nyingi, tujipange vizuri kwa sadaka, matendo ya huruma, tuwaombee marehemu wetu na sio wetu tu. Marehemu wengi wako toharani, wanahitaji msaada wako, wewe Mkristo, pamoja na mimi. Wakitoka huko, wameenda mbinguni, wanatuombea na sisi. Bila shaka umepata faraja katika somo letu hili, lakini basi muda sio rafiki mpaka hapa tufike tamati, hii tuweze kufunga hichi kipindi chetu, na kushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Asante sana eh, ndugu, ndugu yetu mpendo sana Simon. Asante sana baba yetu Kiio kwa upendo na kutufafanulia vizuri mambo haya. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Sister Savina Makonde. Karibu father tufu, asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu